Online TV utakapoenda kumwona wewe daktari mmoja wa kivule ukamsaidia, umewasaidia watu laki nne wa kata ile nzima wa lile jimbo, lakini yule daktari yuko kwenye halmashauri ya wilaya ya Ilala, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na watu milioni moja na laki sita yule daktari mmoja akihamishwa kutoka Kivule akiletwa hapa e, Mnazi Mmoja, Mnazi Mmoja, kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa siku inaona watu wasiopungua laki moja, yule daktari atakuwa amefanya kazi kubwa, kwa sababu ya wewe mtaalamu bingwa ambaye unamuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupambana na adui maradhi ambaye ni moja ya maadui wakubwa katika taifa letu la Tanzania. Naomba mjipigie makofi makubwa sana lakini thamani nyingine ambayo sisi tunaiona kutoka kwenu Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha miaka mitano, kwetu sisi katika mkoa wa Dar es Salaam amefanya mambo makubwa sana. Mtapata nafasi ya kuwa mashahidi na mashuhuda wa rais aliyoyafanya katika maeneo yetu, na bahati nzuri kwa madaktari bingwa nyinyi, mkiongea na madaktari bingwa wenzetu ni rahisi kuwaelewa kuliko akaenda mwanasiasa akisema, ah, huyu nani huyu mwanasiasa. Nikienda mimi kuhutubia madaktari bingwa chuoni watasema huyu nani, huyu mwanasiasa. Lakini ukija ndugu yangu Kabongo, ukihudumia madaktari bingwa wenzako mnaelewana, eh, hata terminology utakazoanza kusema mnaelewana hmm? kwa maana hamna ina ngoma, inatoka ngoma draw. Ukiwaeleza mafanikio ya Mheshimiwa Rais utawaeleza katika lugha ambayo wao wanataka kuisikia hivyo tunaamini mtakuwa mabalozi wazuri sana wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wenzenu wa Dar es Salaam tunamuona Mheshimiwa Rais kwa macho mengi mazuri sana. Tunamuona kama mama Msamaria mki waliosoma vitabu vile, naona kuna, kuna, kuna hadithi ya Msamaria mwema. Walipita pale watu wenye uwezo watoza ushuru sijui wa nini, watu wenye wa nafasi mbalimbali walipita, mtu aliyepata na wanyang'anyi, lakini alipita Msamaria akaamua kutoa uwezo wake kumsaidia yule mtu, sio kusikitika, kwa sababu yule mnyang'anyi amepigwa na amenyang'anywa mali yake. Wako wengi ambao tunapenda kutumia vyombo kusikitika ukienda kusoma kitabu cha, cha Mwalimu Nyerere cha Tano na Raia inamzungumzia kiongozi bora wa tano ni upi, akatolea mfano wa Mzee Maganga aliyeunguliwa nyumba. Ukiangalia historia na simulizi ya mheshimiwa ya rais ya, ya, ya, ya Mwalimu Nyerere kwenye kitabu cha Tano na Raia kwa Mzee Maganga, ukienda kuangalia na ile ya Samaria mwema, ni stories zinazofanana. Kwa Maganga, Mwalimu Nyerere anasema kiongozi bora ni yule ambaye anatoa mchango wake kumsaidia mzee Maganga ambaye nyumba yake imeunguliwa, hasikitiki, ila anampa mabati mzee Maganga ili apate kuezeka nyumba yake. Anampa mzee Maganga hifadhi ya nyumba ili aje kulala na familia yake. Anampa chakula mzee Maganga ili aweze kula na familia yake, kwa sababu mzee Maganga chakula chake kimeungua. Na, na simulizi ya msamaria mwema anamchukua mtu aliyepata majeraha, anampakia kwenye mwanapunda, anampeleka hospitali ili aweze kupata huduma, apone, arudi, aendelee na kazi zake. Sasa kitendo cha mheshimiwa rais, na ninyi mmemuunga mkono, madaktari bingwa kuzunguka nchi nzima, kwenda kutoa elimu, kwenda kutoa utaalamu wenu, kwenda kuwasaidia wataalamu wetu, kuwasaidia watu wetu ni kitendo cha usamaria wema. Kwenye maandiko ungesema ni kitendo cha huruma. Huendi kutafuta huendi kufanya biashara, unaenda kutoa tendo lako la huruma. Lakini kwenye tendo hili la huruma ambalo ninyi madaktari bingwa mnaitoa, mheshimiwa rais ameenda mbele zaidi, pia ameenda kutoa wanasheria wake ambao, pia wanazunguka nchi nzima kutoa utaalamu wa kisheria kwa wale watu ambao wamedhulumiwa haki yao. Ni namna gani unamuona, kunakuwa na kiongozi ambaye anajali shida za watu, anatafuta namna mbalimbali mbali ya kwenda kuwasaidia Watanzania wake, anawaongozi hivyo. Tumpigie makofi sana mheshimiwa rais. Hivyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa, ninawakaribisheni sana, na tunawahakikishia kama alivyosema kaka yangu Yemapa tutaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha katika kipindi chenu ambapo mko katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na pale changamoto mtakapozipata naomba msisite kuwasiliana naye, ili tuweze kuona namna ya kuwasaidia. Lakini pia na ushauri ambao mtakaotoa tuwaombe, katika zile siku tisa mtakazokuwepo, ule ushauri mtakaopata ni vizuri mkauacha, ili sasa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kupitia ofisi ya rasi kuweza kuratibu zile changamoto ambazo mmeona na ushauri ambao mnatupa nini tukifanya ili kuendelea kupambana na huyu adui Maradhi. Na nini tukifanye ili tuendelee kumsaidia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wito wangu mi nitumie nafasi hii kuwaomba wana Dar es Salaam wote twende sasa tukawapokee wataalamu hawa ambao wanakuja kutusaidia katika halmashauri zetu mbalimbali. Wito wangu kwa waganga wafaidhi wote wa halmashauri, twendeni tukatoe ushirikiano. Kama wanahitaji usafiri, tukawape kama wanahitaji nini, tuone namna gani tunaweza tukawasaidia ili waweze kutoa huduma vizuri. Lakini pia kwa wananchi wote wa Dar es Salaam, twendeni tutumie fursa hii ambayo tumepewa. Kama walivyosema wako wataalamu bingwa wa uzazi na koo, wako wataalamu bingwa masuala ya watoto, wako wataalamu bingwa masuala masuala ya upasuaji na mfumo wa koo, wako wa magonjwa ya ndani, wako wataalamu bingwa wa usingizi na ganzi. Zamani mimi nilikuwa sijui kama usingizi na ganzi na ni utaalamu sasa. <laughs> Nipo kuja kupitiapita, naambia bwana, usingizi na ganzi ni utaalamu, na anatakiwa aweko pale pale wakati mgonjwa anafanya operation. Basi tuwapongeze sana. Lakini wako wataalamu bingwa wa kinywa na meno, wako wataalamu bingwa wa mfumo wa pua, koo na masikio Hawa wote tuendelee kuwapokea, wanakuja katika maeneo yetu mbalimbali ya halmashauri zetu, ili tuwapokee. Maeneo ambayo amba watakuwepo watakuwa station, nimeambiwa hapa na, na mwakilishi wa wizara kwamba watakuwepo kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Kivule. Kama nilivyoitaja, ni wilaya ambayo hospitali mpya iko pembezoni, na ni imani ni, ni, ni eneo ambalo lina wakazi wengi, wako wakazi wa wilaya ya Ilala lakini pia wako wakazi wa wilaya ya Temeke ambao tunategemea hospitali hii. Nimeambiwa pia watakuwepo Kigamboni e, kule pia kwenye maeneo makazi mapya kwenye halmashauri ya Kigamboni e, ambao pia ni makazi mapya e, nimeambiwa watakuwepo Magwe pande ambao pia ni ma, maeneo mapya e, makazi mapya ya watu ambapo huduma nyingi za afya ziko mbali nimeambiwa pia watakuwepo Mbagala rangi tatu, idadi kubwa ya watu iko kule, na ni imani yetu mtaenda kutoa huduma nzuri. Nimeambiwa watakuwepo eneo la Ubungo Kimara, idadi kubwa ya watu wako kule. Hivyo wana Dar es Salaam tujiandae kuwapokea, huduma hizo zinaanza siku ya leo e, na tuwe tayari kuona namna gani ya kuwapokea na, na kutoa misaada kwao. Tumefanikiwa kutoa huduma hizi za kibingwa katika hizo hospitali za halmashauri 184, takribani laki moja na hamsini na nne elfu tuliweza kuwafikia wananchi na vile vile tuliwajengea uwezo watoa wa huduma 9432 katika hospitali hizo. Make your day